Mado baana Allahu Taala amesema, Mwenyezi Mungu wajiabua amekokoka alqaria tumaliaya, kiama chenye kubazacha nyoe ni nini? Kiama chenye kubazacha nyoe. Wa maadiraka ma alqaria, nanilipe ya kubuza wewe ni nini? Kiama chenye kubazacha nyoe. Yawma yakunu nasu kalfarashil mabusu